Kwingineko, wanaharakati kutoka sekta mbalimbali mbali kaunti ya Kisii sasa wamelalamikia kudhulumiwa na kuandamwa na hata kutishiwa maisha wanapoendelea kutekeleza wajibu wao katika jamii. Katika kikao maalum cha siku mbili kilichoandaliwa mjini Kisii, wanaharakati hao wanasema kuna haja ya kwa idara zote za serikali na zile za kutetea haki za binadamu kushirikiana ili kulinda haki za wanaharakati hususan wakati kama huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu. Hafla hiyo ilileta pamoja maafisa wa idara ya mahakama, polisi, wanahabari na wanaharakati. We have looked at the of course the prevailing human rights issues

So lazima defenders waangaliwe vizuri, wapewe moyo na vilevile, kama kuna threats ambazo zipo, tuone vile tunaziangalia ili wasije wakawa na shida wakati kama election unao kuja hivi karibuni.